Hadithi ya Mtakatifu Yohana Baptista wa Salle inaanza karne ya 17, wakati elimu ilitolewa kwa wenye wadhifa wa juu pekee. Katika mji wa Reims Ufaransa, alishuhudia shida za watoto maskini waliokosa elimu bora. Akiwa na azma ya kufanya mabadiliko, alijitolea kuwafundisha watoto hawa, akiamini kwamba kila mtoto ana haki ya kujifunza na kukua. Alipokusanya watu wenye mtazamo sawa, alianzisha taasisi iloitwa Brothers of Christian Schools yenye mtandao wa walimu waliokusudia kutoa elimu bora kwa watu wote. Alisisitiza si tu kujifunza kitaaluma, bali pia umuhimu wa maendeleo ya maadili na kiroho. Alitambua haja ya msaada wa jamii, akihimiza wazazi kushiriki kikamilifu katika elimu ya watoto wao, akikuza hali ya ushirikiano kati ya familia na shule. Anatufundisha kwamba kila mtoto ana haki ya kujifunza na kukua.